Eneo ni kweli limetengwa, sio tumepewa. Halmashauri imetenga eneo. Mara ya kwanza tulitenga eneo kubwa sana maeneo ya Maungu, lakini tukaja kugundua kwamba itakuwa ni mbali, baada nadhani ya kuona pia KMC wameweka uwanja wao katikati ya mji na kuwa ni rahisi kwa mashabiki kuja kwa wingi, tukaona Maungu ni mbali kidogo, tutawatesa mashabiki wetu ambao wanatoka katikati ya mji ambao wengi wanapatikana maeneo haya katikati ya mji. Kwa hiyo lipo eneo tumelipata, lipo katikati kati ya mji na tayari tenda imekwisha tangazwa, wapo ambao tayari wamekwisha jitokeza na mchakato ulikwisha anza kama miezi miwili hivi imepita. Kwa hiyo muda si mrefu tutatoa statement rasmi ya lini mkandarasi anaingia site kwa ajili ya kujenga uwanja mzuri wa kisasa wenye hadhi ya kimakao makuu. Huku ndo kule ambako panatajwa kwamba mtakuwa majirani wa Fountain Gate? Eh, hapana hiyo. E, eneo liko mjini kidogo liko mjini, liko mjini zaidi nje uwanja. Uh, labda utakuwa na kapasiti ya kubeba watu wangapi? Uh, kama nilivyosema kwamba bado tupo kwenye hatua ya kandarasi, kila mkandarasi anakuja na, na, na, na, na, na, na option zake, anakuja na, na, na, na, na, na na, na kategoria zake mbalimbali, kwa hiyo niseme tu kwamba official statement itatolewa, tutaweza kujua, lakini ni uwanja mkubwa, achana kabisa na ule uwanja wa KMC. ni uwanja mkubwa. Na, na, na, na, na uwanja wa KMC. E, kale ka uwanja kwanza eneo lake pia ni, ni dogo kwa hiyo e, tunampa muda mfupi sana ndugu yangu chukuchuku wa kutamba, sijui umeelewa, muda mfupi sana wa kutamba, lakini uh, muda mfupi ujao tutakwenda kutangaza kila kitu na kwa sababu ni uwanja wa wananchi, si hatutaficha mpaka siku mje tunazindua, tutasema kila kitu bwana. Unafikia hapa ndio vitu vya serikali vilivyo, si unaona uwanja unaojengwa Arusha, unaojengwa hapa Dodoma, yani kila kitu kipo, kinaunatoa pia nafasi kwa waandishi wa habari kuweza kujua kila hatua ya ujenzi wa uwanja wetu, lakini utakuwa ni uwanja mkubwa mkubwa sana. mkubwa sana hizi hazina uwanja bwana, hazina viwanja, hasa hizi ni changamoto zao wao na mimi nikiri, ni, ni tu kwamba sisi vilabu vya average ya kawaida tumekuwa na nikubali yako maeneo tumekuwa tukiiga vitu vingi vizuri kutoka kwenye hizi timu, lakini kwenye ishu ya uwanja wamekuwa wakituangusha sana. Yaani unaangalia timu ambazo zimetangulia Simba na Yanga mpaka leo hawana uwanja, wanagombania uwanja ambao ni wa kwetu wote Wow, kama Mkapa. Yes, yani ni wa wameufanya ule uwanja ni wakwetu wote. Dodoma Jiji tukiamua leo tunasema tunataka tuna, tuna, tuna, kwenda kutumia ule uwanja tunayo haki, umeshale vizuri. Kwa hiyo eh, wanatu ni, niwe tu mkweli eh, vi, miongoni mwa sifa za vilabu vikubwa ni kumiliki viwanja vyao na sio viwanja vya mazoezi, kumiliki viwanja vikubwa vya kuchezea mechi kubwa. Tunatamani eh, siku unasema yanga yupo kimataifa, simba yupo kimataifa timu pinzani wanapokuja nchini wanakwenda kuchezea kwenye uwanja halisi wa Simba, uwanja halisi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Yanga. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba uh, nadhani ipo haja sasa ya hizi timu kuamka. Wamekuwa wakitupiga gap kwenye vitu vingi sana, lakini sisi pia tumekuwa tuna maeneo tunawapiga gap kwa mfano kwenye maeneo ya uwanja e, na, na, na, na, na vitu vingine. Kwa hili eneo wanatakiwa walirekebishe, hatuwezi kukataa. Wao ni role model wa timu nyingi sana kwenye maeneo mengi mazuri ambayo wanayafanya, lakini kwenye eneo la uwanja bado hawajatuonyesha mfano. Sasa sisi tumeamua kuamka ku, ku, ku, tu wenyewe, kwa sababu tumeona Azam anamiliki ground, tumeona KMC anamiliki ground, Singida majirani zetu na wenyewe pia wanamiliki uwanja. Sasa ni, ni, ni wakati na sisi wa, wa, wa, wa kuweza kumiliki uwanja wetu. Lakini sisi kumiliki uwanja, role model wetu sio Simba wala Yanga.